Katika kuenzi mila na utamaduni wa Mtanzania, jamii imeaswa kufanya kazi kwa bidii ili kujiletea maendeleo, kwani utamaduni wa Mtanzania ni kufanya kazi kwa bidii rai hiyo imetolewa na afisa utamaduni na michezo mkoa wa Mwanza James William kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo Said Mtanda katika ufunguzi wa tamasha la Chifu Hangaya Utamaduni Festival ambalo lilienda sambamba na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani katika viwanja vya furahisha vilivyopo wilaya ya Ilemela. Ndugu zangu, kila mmoja wetu naafanye kazi babidi, kwa bidii katika kuhakikisha tunapata maendeleo utamaduni wa Mtanzania ni kufanya kazi, ni kufanya nini? Kazi ndiyo utamaduni wa Mtanzania. Na sanaa zetu hapa zinakuonyesha jinsi gani watu wetu wanachapa nini kazi. Kwa hiyo kila mmoja adumishe utamaduni wetu kwa kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kwamba tunasonga mbele na kupata maendeleo. Tuwapongeze sana viongozi wetu wa jadi walivyosaidia kuhakikisha kwamba wananchi wamezalisha chakula cha kutosha kwa mkoa wetu kwa mwaka huu licha ya mabadiliko ya tabia ya nchi yaliyopo. Naomba niwapongeze waandaaji wa tamasha hili kwa kuthamini na kuendeleza kazi hii njema. Mmeonyesha mfano mzuri sana wa kuigwa na kila mmoja wetu. Endeleeni na moyo huo. Kama kuna sehemu ya wajibu wa kila mmoja katika kuleta maendeleo ya Watanzania, tunaomba tuwaige hawa waandaaji, pongeleni sana na tuwape kongole kubwa sana. Kwa ufupi kabisa ni kwamba tamasha hili Chifu Hangaya Utamaduni Festival lilianza rasmi mwaka 2023 kwa wazo ambalo rasmi utekelezaji wake mgeno rasmi ulianza mwaka 2025 mwaka jana ilikuwa tuanze utekelezaji lakini kwa sababu ya shughuli nzito za kitaifa zilizokuwa zikiendelea katika jiji letu la Mwanza kwa baraka kubwa sana Tunakumbua kwamba mwenge wa uhuru ambao ni nuru kabisa ya taifa letu ilizimwa katika mkoa wetu wa Mwanza, lakini vile vile juma la vijana kitaifa liliadhimishwa jijini Mwanza, lakini kumbukumbu kumbu pia ya mpendwa wetu mwasisi wa taifa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sherehe hizo zilifanyika kwa mafanikio makubwa jijini Mwanza. Hilo lilitulazimu kuahirisha kufanya lile tamasha katika jiji la Mwanza, na ndio hivyo tukalitekeleza mwaka 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la Chief Hangaya Utamaduni Festival ni kuenzi kwa damu kwa jasho na kwa kila kitu utamaduni wetu mzuri ambao ni wa pekee ulimwenguni. Tupigie makofi utamaduni wetu wa Kitanzania. Pamoja na hilo, tunajua kwamba utamaduni wetu una utajiri mkubwa sana wa fursa tunapoongelea swala zima la utalii, tunafahamu kwamba filamu ya Royal Tour imetuletea watalii wengi. Tunapoongelea utalii, watalii hawawezi wakaja sehemu ambapo hakuna wakarimu, hakuna umoja, hakuna upendo na mshikamano na maadili mema. Wanakuja kwa sababu utamaduni wetu ni mzuri zaidi. Tunajua kwamba utalii unachangia kwa sehemu kubwa katika pato la taifa, lakini vile vile tamasha hili na utamaduni pia limetengeneza fursa katika eneo la lugha. Tunafahamu kwamba lugha ni kiashiria kikubwa cha utamaduni na lugha yetu ya Kiswahili inatuunganisha, inatengeneza fursa, inatengeneza ajira na wapo watu wanaingiza kipato kila siku kwa kutumia lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Ni lazima tuenze utamaduni wetu.

tamasha hili limekuwa yeah. na uelimishaji mkubwa kulingana na semu yenyewe yeah, lakini tunampongeza mama yetu, rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, chifu mkuu wa Mara, kwa kuweza kuirudisha maadili ya jila na desturi yetu tunamili na tamaduni zetu za Kitanzania, kwani tunaamini kizazi chetu chote kinaelewa na tamaduni zetu. Kwa hiyo mama ameliona ni vyema sana jambo hili akalihudia kwa asilimia mia na yeye kukubali kuitwa. Kwa hiyo siku ya leo akina mama kupitia tamasha hili la Chifu Hangaya, akina mama tunawapongeza sana, na tamaduni za Tanzania zina waenzi na kuwaheshimu akina mama, kwa sababu hata mimi mfalme naitwa kwa kupitia ubini wa mama katika mila na desturi ya msuuu. Mke wangu akiniita wa jina langu akasa kuniita kwa ubini wa mama mwana mele, nitamwona kwamba haifai, lakini akiniita kwa ubini wa mama naona ametabirisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunaamini tamaduni zetu sisi wa Tanzania hazina mfumo dume, bali ni watu wachache wanaoweza kufanya mambo yao ya kinume na tamaduni zetu ndio wanaoweza kupakaza Abau, mimi si ni Cyprian Magupa wa Daily News Digital Mwanza.